Wenyeji na watalii hukata kiu kwa kunywa maji ya madafu katika maeneo ya pwani ya Kenya. Lakini baada ya kujiburudisha na kinywaji hicho, mabaki ya vifuvu vya madafu hayo huishia kutupwa na kuharibu baharini, bahari, bahari kumradhi, na mazingira. Sasa kundi moja la vijana kaunti ya Kwale limevumbua utumizi wa vifuvu hivyo kwa kuotesha miche ya miti, kutengeneza makaa na kuyatumia kama mbolea. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi. Wingi wa minazi pwani unaashiria wingi wa kinywaji cha madafu. Baada ya kutumia kinywaji hiki maarufu hapa, mafuvu yake hutupwa na kutapakaa kiholela hadi kwenye fuo za bahari na kusababisha uchafuzi wa mazingira. Vijana hawa wa kujitolea wamekuwa wakisafisha fukwe, mafuvu ya madafu yakiwa miongoni mwa taka wanazozoa kila uchao. Lakini baada ya kutupwa wamegundua namna ya kuyatumia tena. Baada ya kuyaokota mafuvu ya madafu, yanaletwa hapa na kugawanywa mara tatu kulingana na ubora wake na jinsi yatakavyotumika. Zile zenye ambazo zina depth kubwa ama zina urefu kindani, tunazitumia kupandia miti. Zile ambazo zina kaa ziko shallow ama zina depth fupi zaidi, tunazitumia kutengezea makaa ya mwisho matumizi yake tunatengezea nayo mbolea. Usafishaji wa fukwe wa bahari ndio unatuunganisha na jamii. Uh, at least it plays a part in community engagement. Utumizi wa mafuvu haya kuweka miche na kuotesha mbegu za miti ili kupanda baada ya kukomaa unapunguza utumiaji wa mifuko ya plastiki ambayo ni hatari kwa mazingira kwa kuwa mafuvu haya yanaoza baada ya muda miche upandwa pamoja nayo moja kwa moja. Uvumbuzi huu ukienezwa kwenye jamii kupitia shule za msingi. zile factors ambazo zina, zina support, uh, degradation ama kitu kuoza degrading. Ndo ambazo zitasababisha lile fuvu la dafu lioze, pia kwa sababu si gumu sana, pili linatoka kwa mti tunajua hiyo inasaidia sana, badala ya kununua vifuko nini, tunaipata tu rahisi rahisi katika mtaa wetu, kwa sababu sehemu ya huku ina minazi ya kutosha. Makaa yanayotengenezwa kwa mbinu hii ya kuchoma mafuvu ya madafu yana faida na hudumu muda mrefu kuliko makaa yanayochomwa kwa kukata miti. Baada ya kuchoma, mafuvu haya yanasagwa na mashine hii na kisha unga wake kuchanganywa na uji wa mizizi ya mihogo na kufinywa kwa mashine hii makaa haya ni mbinu mbadala ya kudhibiti ukataji wa miti unaoathiri mabadiliko ya tabia nchi. Kutumia husks kutengeneza briquette uh, ni mbinu mwafaka sana kwa sababu hizi uh, husks huwa zinapatikana tu kila mahali. Especially huku kwetu pwani. Uh, watu wakikunywa madafu wanaziangusha tu ovyo ovyo. Sasa ni vitu ambavyo vinapatikana kila mahali. Uh, miti kuikata, uh, inasababisha Uh, ukame. Mafuvu yanayozalisha mbolea hufukiwa kwa muda pamoja na uchafu mwingine wa shambani ili kuoza. Mbolea yake inasemekana kuwa na rutuba na inasaidia kuhifadhi maji kwenye udongo kwa muda mrefu. Utumizi wa mbolea hii ukipiga jeki ukuaji wa kilimo hai na kuhakikisha utoshelevu wa chakula kisichokuwa na madhara. Kwa miaka mingi faida za madafu zimeonekana kuishia katika kukata kiu tu kwa maji yake matamu, lakini sasa nafasi imeibuka ya kupata faida zaidi kupitia mafuvu yake yanayobaki baada ya kujiburudisha na kinywaji cha dafu. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen, kaunti ya Kwale.